Kanisa lake la Saint Paul, Saboti na wakaaji wa hapa Baraton Toll Station, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hii dunia sijui mtu amebarikiwa ako karibu na nani wengine wakaniambia mtu mwenye amebarikiwa ni yule mwenye ako karibu na cheo, lakini wiki mbili imepita kulikuwa na mbunge ngawa alikuwa karibu na cheo, lakini akapigwa risasi na akaondoka. Wengine wanasema mtu mwenye amebarikiwa ni karibu mwenye ako karibu na pesa. Pesa inaweza kukununulia kitanda lakini haiwezi kukununulia usingizi. Pesa inaweza kukupeleka popote, isipokuwa mbinguni. Leo nataka kwa mazishi ya huyu mtumishi wa Mungu, kwa hii ibada nataka kuambia, amebarikiwa mtu yule ambaye ako karibu na Bwana. Bibilia inasema katika zaburi ya thelathini na nne na mstari wa kumi na nane, Bwana yu karibu kwa wale waliovunjika moyo. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamwokoa nazo zote, hata acha mifupa yake iharibike. Ya leo nataka kuambia unabarikiwa ikiwa wewe umekuwa karibu na Mungu, kwa sababu dunia hii, vitu vya dunia hii vyote tutaacha. Lakini ukiwa karibu na Mungu, kitu cha kwanza, ukiwa karibu na Mungu, kitu cha kwanza unapata ni msamaha wa dhambi. Hii dunia sote ni wasafiri, gerote tukun, kila mtu ataondoka siku moja. Ukiondoka dunia hii hautaondoka na shamba, hautaondoka na marafiki, hautaondoka na pesa. Utaondoka na tikiti ya kwenda mbinguni ama ya kwenda jehanamu. Amebarikiwa mtu yule ambaye yuko karibu na Bwana, atasamehewa dhambi zake na atakuwa na tikiti ya kwenda mbinguni. Jambo la pili, mtu ambaye yuko karibu na Mungu atapata amani. Huyu mtumishi wa Mungu alianza akiwa Leriga, baadaye akamaliza kwa kanisa, alimaliza vyema. Ukiwa karibu na Mungu unapata msamaha wa dhambi, kitu cha pili unapata amani, kitu cha tatu unapata matumaini. Hii dunia ambayo tunaishi, hakuna matumaini kila pahali lakini ukiwa karibu na Bwana una matumaini, na yule aliye mbaye amemalizia ndani ya Bwana kuna matumaini ya ufufuo. Jambo la pili, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamwokoa nazo zote. Najua jamii tumepitia changamoto. Wakati mwingi imekuwa ngumu, tumeenda kumtembelea hospitali. Mmepitia changamoto nyingi. Habari njema nawaletea ni Bwana ataokoa na masaibu hayo yote. Atawapa amani na atawapa matumaini. Ngao mmepitia mengi, lakini Bwana ataokoa. Mzidi kusimama pamoja mkiwa na matumaini ya kwamba Bwana ataokoa na yote, hata watu wakiongea na muko na Bwana, nyinyi ni washindi katika jina la Yesu Kristo. Ambie jirani yako, Bwana ataniokoa na zote, ata hata nganega pigo mojino, hata nganega pigo, pigo. Bwana ataniokoa na yote, hata niokoa na yote hata kusumbuka kwa mawazo Bwana ataniokoa. Ambia jirani yako, hata kusumbuka kwa mawazo Bwana. Na hata kwa hii safari ya mzee tukielekea kule juu na naona hii ibada yake ni tofauti, hatujawahi fanya ibada ine, leo tunafanya ine. Tumeanza mmoja mochari, ingine hapa na ingine kanisani St. Paul's penye alihudumu ya mwisho kwa boma, kwa sababu Mungu atatuokoa atatupa nguvu watoto wote oratamo Mungu atatuokoa. Jambo la mwisho, hata ruhusu mifupa yake iharibike. Ya kwa sababu siku moja kuna ufufuo, iko ufufuo. Kuna watu wakubwa dunia hii walikuwa wakiishi dunia hii kama Mobutu Sese Seko kuku mwendo wa zapango Kirot Mrono, na hata kulikuwa na jamaa mwingine msaboti kama mimi anaitwa Wycliffe matwake Kirot Mrono lakini wale ambao wana matumaini kwa Yesu Kristo, siku ya tatu Yesu akafufuka akapaa kwenda mbinguni, tuna imani huyu mtumishi wa Mungu atafufuka. Nikimalizia, nataka kuambia hadithi ambayo niliambia familia siku ya kwanza. Niliwaambia kulikuwa na baba alikuwa na vijana watatu na daktari wakamwambia hiyo ndio siku yake ya mwisho ponne Umebakia na 3 hours. Akaita watoto wake watatu. Wa kwanza alikuwa akienda kanisani, akamwambia ya kijana yangu, umenilinda umenichunga, na kuambia good night, asubuhi kie mage gaske, tutaonana wakati wa ufufuo. Kijana wake wa pili hakufuata maneno ya baba, kijana naye akatongea ivobidhakori mamejamwambuyu Niko Baraton nikiwa support nitasema, lakini wakenisiseme. Alipenda vitu mingi. Baba yake akamwambia, kijana yangu cemeapke, yani hatutakutana tena cemeake, kwa heri kabisa ya milele. Kijana watatu ingawa alianza mbaya akamaliza vizuri, akamwambia kijana watatu, hata wewe good night.

huyo mtoto akasema, baba, mimi sitaki uniambie je, baada yake. Akamwambia, nifanye nini? Akamwambia, pokea Yesu Kristo. Akainama chini akaomba, baba yake yage akamwambia, mag ma mageduye yugagit. Butua huyo baba yetu ametangulia, sijui kwa watoto na familia, nani baba atatuambia